Vivienne mtanzania wa kwanza kusajiliwa kwenye timu ya Arsenal ya Ulaya ambapo imeelezwa picha eh, hapo juu ni Vivienne Teresa Upendo ambaye mwenyewe ana miaka kumi na tisa ni mtanzania anayekipiga kwa mkopo katika klabu ya wanawake ya Nottingham Forest nchini England akitokea kwenye timu ya wasichana ya Arsenal inayoshiriki ligi kuu ya wanawake nchini humo Vienna eh, Vivienne alijiunga na Arsenal mapema mwaka huu akitokea Southampton FC Women, ambapo alionyesha uwezo mkubwa katika safu ya kiungo. Imeelezwa akiwa na umri wa miaka 19. Sasa Vivienne ni mchezaji wa timu ya taifa ya vijana ya England, jambo no linaloonyesha wazi kuwa anapiga hatua kubwa katika soka la wanawake barani Ulaya. Hata hivyo, historia yake imegusa mioyo ya mashabiki wengi wa soka nchini Tanzania, kwani wazazi wake walizaliwa Tanzania kabla ya kuhamia North London ambako ndiko Vivienne na ndugu zake watano walipozaliwa na kukulia. Kwa mjibu watarifa, marufu, wa taarifa zilizochapishwa na ukurasa maarufu wa kufuatilia wachezaji wenye asili ya Kitanzania wanaocheza nje ya nje, yani Tanzania footballers wamethibitisha kuzungumza na Vivian mwenyewe na binti huyo amekiri wazi kuwa ana asili ya Tanzania. Aidha kumejitokeza kwa Vivian kunazidi kuonesha jinsi vijana wenye asili ya kitanzania wanavyoendelea kuibuka na kufanya vizuri katika medani ya, ya kimichezo kimataifa hasa katika soka la wanawake. Kwa hiyo katika ligi ya wanawake ya huko barani Ulaya basi ataonekana Mtanzania huyo ambaye asili yake ni ya Tanzania kabisa, na anaweza kuwa ameheshimisha zaidi te taifa la Tanzania kwa kuwa anakuwa ni Mtanzania wa kwanza kusaini Arsenal, ambayo ni timu ya wanawake ambapo inashiriki ligi hiyo eh, ya, ya, ya England kwa timu za wanawake yani Arsenal Woman ambapo hiyo yeye ndiye atakuwa akikipiga hapo lakini kumjibu kwa mujibu wa historia ambayo ameweza kuitoa Vivienne basi inaelezwa kwamba yeye asili yake ni Mtanzania, yani wazazi wake walizaliwa Tanzania, then baadaye yeye ndiyo akaenda kuzaliwa huko Ulaya. Imekuwa mara nyingi ikijitokeza kwa watu wengi kuwa wamezaliwa nje ya Tanzania lakini baadaye kutamani kurudi tena Tanzania ili waweze kuchezea timu za Tanzania ambazo ndio asili zao au ndiko ambako wazazi wao waliweza kutokea, lakini inakuwa ni ngumu kana na ugumu wa kupata uraia wa Tanzania. Wengi wanahitaji kuwa na uraia pacha, ambacho kitu kisheria kwa Tanzania hairuhusiwi kuwa na uraia pacha.